karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo jumatano juma la tatu kipindi cha kwaresima mwaka C wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 4 aya ya kwanza aya ya 5 hadi ya 9 na Injili inatoka kwa mwinjili Matayo sura ya tano aya ya kumi na saba hadi ya kumi na tisa. Karibu tusikilize Injili. Injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwambia wanafunzi wake, "Mfidhani ya kwamba nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza.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 Mwanadamu katika maisha yake ya kila siku hapa duniani, hana budi kufuata utaratibu, sheria, mwongozo na kanuni. Kikubwa kwetu sisi wa Kristo kufuata sheria, mwongozo, kanuni, shaiti ziendane na kanuni asilia. Sheria zipo kwa ajili ya kutusaidia sisi wanadamu, sio kutukandamiza tena zinatusaidia kujenga uhusiano mwema kati yetu na Mungu na jirani pia. Mpendwa msikilizaji, kwa bahati mbaya mara kadhaa tunakuwa wakaidi na kusahau kwamba lengo la sheria hizi zote ni sisi kuelewa na kutekeleza maana halisi ya upendo. Injili ya leo inatuambia kwamba Yesu hakusudii kuharibu sheria za Musa lakini badala yake anaendelea na kuonesha kwa vitendo kikamilifu upendo wa Mungu. Swali la kujiuliza mimi na wewe ni kwamba je, yeah, sisi kama Wakristo tunaishi kulingana na sheria ya Kristo tukimpenda Mungu na jirani. Yesu anaanza kwa kuambia wanafunzi wake kwamba Kusudi lake si kufuta sheria au kukosoa yale manabii waliotangaza na kufundisha. Nia ya Yesu ni kutimiza sheria. Yesu pia anasisitiza kwamba hatuna budi kushika sheria. Mpendwa msikilizaji, Yesu anakamilisha sheria ya Agano la Kale kwa sheria mpya ya upendo. Tunapotii sheria ya upendo Tunatimiza sheria zote. Yesu amekuja kutufundisha kufuata sheria siyo kwa kulazimishwa bali kwa upendo. Je, tunasadiki moyoni mwetu na katika matendo yetu kwamba sheria ya upendo inatutaka tuwapende watu wote pasipo kuangalia rangi, kabila, sura au hata kama ni adui? Mafarisayo walimkosoa Yesu mara kadhaa kwa kutokufuata sheria na walikuwa na sababu zao binafsi za kumkosoa Yesu. Yesu hakufuata sheria kama Mafarisayo walivyodhani inapaswa kufuatwa. Mafarisayo waliishi kwa maandishi ya sheria, walishikilia sheria bila kujali upendo. Mpendwa msikilizaji, Yesu daima aliishi na kufuata sheria kwa namna tofauti na Mafarisayo. Yesu aliishi sheria ya upendo. Yesu alifuata sheria na desturi nyingi za Kiyahudi. Hata hivyo, alipofika kwa watu waliohitaji upendo na huruma, Yesu aliishi kwa sheria ya Mungu. Kwa Yesu, kumpenda Mungu na kumpenda jirani ndio msingi wa amri zote za Mungu. Yesu anatufundisha namna bora ya kufuata sheria ni kuangalia upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Sisi pia tunaweza kuwa washika sheria kama Mafarisayo walivyokuwa. Huenda tukamwona mtu mwingine akifanya jambo ambalo tunaweza kuona kuwa si sahihi na tukamuhukumu. Hata hivyo sisi ni nani hata tuhukumu? Hatujui ni kwa nini mtu huyo anafanya kile anachokifanya na kwa misingi ipi. Siyo kazi yetu kuhukumu. Mungu ndiye wa kuhukumu, ila tuna wajibu wa kuwashauri, tena kwa upendo. Mpendwa msikilizaji, hatutakuwa wakamilifu kwa kushika amri tu bali tufanye bidii kila siku kila saa kila dakika kumpenda Mungu na kuwapenda wengine kikamilifu zaidi, na bila kuwahukumu, bali tukiwaelekeza kwa upendo na kuwasamehe wale wanaotukosea. Mpendwa msikilizaji, ninapotamatisha tafakari, tuombe Mungu atumiminie fadhila ya upendo